Haijalishi, familia yako itaenda basi, hiyo nyumba yako itaenda ba kusoma, watasoma wamama. Tuombee nyumba zetu, tuombee watoto wetu, na tuombee hayo yote ambayo uh, Mungu ametupatia. Labda neno moja liko kwenye kitabu cha

To go to your home. Praise the name of the Lord. Kule utakutana na baba yako, akuulize maswali. Utajibu aje? Mungu akubariki.